Aca unasema aje? Ujia, siya, kuna, so, uonge ni kama ukona nini? Mama anakunywa pombe kuna, kuna. Yeah? Kuna, kuna, kuna, Aleti chakula hauna wazazi? Aleti chakula. Aleti chakula. Aleti. Ah. Sasa wewe ni mtoto akipigwe mi nakujua. Simama anausanga hapo manini hoteli kuna mali anauza hapo kwa butcher wewe. Mbona unakaa una wazazi na umeshiba? Mko na huyu kijana mko wawili eh, nini mandugu eh, yeah? yeah. Yeah. Na mmetoka wapi sasa, ati unataka ngapi? Yeah? 20, KDF, mnakaa na twende niwapeleke kwa wazazi wenu, nyinyi bado wadogo, si ndiyo? Si nyinyi bado wadogo halafu adogo? Mbona mnaomba pesa? Hmm? Eh? Twendeni niwapeleke kwa wazazi wenu Kwanza wewe, mi najua mzazi wako. Mzazi wako si amaini, ambaye ni mkora, unakuwa mkora. Eh, huja hapo.